John Bwire, kama unanisikia, habari za wakati huu kutoka Dodoma. Habari za Dodoma ni nzuri sana, ni baridi kidogo. Tunashukuru. Pole kwa kuamka asubuhi na hapa studio eh, ya Dar es Salaam tupo na Francis Chirwa, okay, ambaye naamini mlikopo mnafanya kazi kipindi kile ambacho mpo pale katika gazeti la Dimba uh, Francis, unaweza uka- ukamsalimia uka mzee Bwire pia, naye anakusikia habari <laughs> za masiku. Bwana Bwire, habari za huku na masiku? ni jema. Haya, turudi katika mwaka wa 1993, mzee Bwire, ulikuwepo ni kiungo mkubwa sana katika kuandika e, stories za kimichezo na kuna story yako ambayo imepita kwanza kabisa e, kwa siku kama hii ya leo, ambapo Eh, tuyaanza kuzungumza na mzee Chirwa eh, kuhusiana na uzoefu wake katika siku kama ya leo eh, kuelekea katika mchezo mgumu kama hii ya leo katika mwaka 1993. Wewe binafsi ulikupo kijana zaidi labda tuambie ambavyo wewe ulikupo unafikiria siku kama hii kama mwandishi na namna ya kuweza kuandika angles za uandishi. Kwanza niseme siku hiyo tulikuwa maripota kama watatu uwanjani na mimi nilikuwepo, na Chilo likuwepo na mwingine mmoja. Na mimi nilikuwa na ripoti mchezo, Chilo alikuwa na ripoti mashamshamu, vibwekwa vibwekwa vya uwanjani na mwingine alikuwa na hoji wapenzi wa. Kwa hiyo ilikuwa ni timu ambayo, lakini ilikuwa inafanya kazi kwa maana hiyo, kwa ushirikiana na hata hizo stori zilikuwa tunaandika tunaandika kwa ushirikiano. Kwa hiyo ilikuwa yale ni, inapangwa nilikuwa sisi ndilikuwa watu wa kwanza kufanya hivyo kwamba nakwenda uwanjani na ripota watatu ambao kila mmoja amepewa eneo lake la ku- la kusimamia, na mkirudi chumbani, chumba cha habari, uh, kila mtu anaandika kwa eneo lake zinaweza zikachanganywa, au inaweza ikawa moja moja. Kwa hiyo kiukweli, siku hizi sioni vitu kama hivyo. Mwenzangu Chura bado yuko huko, yuko active, mimi sivioni, labda yeye anaviona. Haya, tumekusikia mzee Bwire, wakati ambapo ukitoa u Uh, ukitoa namna ambavyo umeweza hapa, lakini mkini mmemsikia mzee Bwire alivyozungumza. Uh, yuko yuko sahii amna mashirikiano Sa sahi. Uh, ushirikiano upo ingawa sio, yeah. yeah, yeah, walikuwepo waandishi ufa... watatu wa Dimba e yani waandishi yeah, yeah, watatu ambao wa ni stori tofauti stori tofauti yeah. yeah. Sasa siku hizi kinachotokea mara nyingi <laughs> na kweli tumeona katika ile stori kwamba mm. Chirwa aliandika stori ya kanga yeah. kuchomwa Alafu ya matokeo hii hapa hii hii hii hii ya Simba ya sononesha Tanzania nzima, hii aliandika eh, Bwire eh, na nyingine labda kuna waandishi wengine umeona eh. Eh, kwa hiyo ilikuwa ni coverage kubwa sana ambayo imefanywa e fili..., kwa kiwango chao yeah, ilikuwa ni nzuri. Nafikiri ndiyo maana unapata ukiangalia una, okay. story hapo unaweza ya matokeo ukao unaijua, lakini yakanga kuchomwa huijui gazeti likiwa mbele hivi, lazima kuna kitu kitakuvutia tu, utasoma. Umeona inavyokuwa tofauti. Kuna headline kidogo sana pale, mzee Bwire, kisa cha ng'ombe kuliwa mkia kushindikana, ulifikiria nini, mzee Bwire? gazeti ambayo story chini yake ni ya kwako inasema kisa cha ng'ombe Kushindwa kuliwa mkia, kisa cha ng'ombe kushindwa kulia kuliwa mkia, ki headline kidogo kabisa, afu ikaja e, Simba ya sononesha Tanzania nzima e, kabla, kabla ya mechi. Ndio unajua mechi inachezwa uwanjani kwenye eneo la uwanja la kucheza mpira na inachezwa nje pia, na mambo haya mawili lazima yaende pamoja. Maandalizi yanapofanyika ya mechi ijayo, lazima tuangalie tumejiandaaje kiuchezaji, kwa mchezaji mmoja mmoja na kwa timu nzima. Hiyo ni kazi ya wachezaji na siku hizo Simba ilikuwa imejiandaa vizuri sana kwa maana ya wachezaji, lakini pia kuna mambo ya nje ya uwanja ambayo nayo ni muhimu kama yalivyo mambo ya uwanjani. Kama tutakumbuka vizuri, Simba alikuwa ametoa sare kule, kwa hiyo kazi ya huku ilikuwa ni nyepesi kidogo alihitaji sale, na kama ingeshindikana kabisa, alihitaji sale mm, lakini sana, sana alihitaji kagoli kamoja tu, na wale wenzetu walikuwa wanajua kazi ilivyo ngumu huku, kwa sababu hata kule simba liwakosakosa. Kwa hiyo walichokifanya mambo ya nje sasa, haya ya nje ya uwanja. Kwanza walikuja kwa makundi na vyombo vya habari vikaandika, waja wamepoa, waja kwa makundi, waja wamenywea. Sasa mimi kwa maoni yangu, wakati huo ilikuwa ni kwamba hayo maandishi hayo, hizo habari zilikuwa zinacheza na akili za wachezaji wa Simba, yaani Stella Bijani waliamua kufanya makusudi waonekane kama ni wanyonge, ni underdogs, lakini kumbe haikuwa hivyo, walikuwa wanacheza na akili zetu. Na sisi tushajua kwamba sasa Simba lazima afunge hapa lazima kombe libaki. Lakini kitu kingine, siku ya mechi, katibu mkuu wa fat alitangaza uwanjani kwamba, yani, ratiba ya njia nzima ya kombe mm, tukishachukua kombe tutapita Kilwa Road mpaka Msimbazi hiyo ni kabla ya mechi kuchezwa. Sasa, yeah, yote haya yanacheza na akili za wachezaji, inawafanya wasipigane sana, wasifanye wajue, yani wajue kwamba hii mechi tayari tumeshashinda, na hivyo hivyo kwa mashabiki pia, si tuna ugonjwa wa kushinda kabla hatujacheza. Kwa hiyo wenzetu watuchezea hivyo, yani, psychologically walitufanya tuonekane kama tutashinda, lakini kumbe wake wamejiandaa vizuri kuliko wa sisi.